Yani nisiwe muongo jamani, ndugu zangu, unajua kuna vitu ambavyo havifichikani. Yaani, yani etu na degree kako uishi kama mimi soko hili, yaani uwe na degree kako <laughs> uwe na chuma kama hii soko hili tajiri Yani, uwe na digrii uwe na kile chuma pale, so kweli, kama labda uwe una uwizi ama kuna kingine unachokifanya. Sasa kuokoa hii, ndugu yangu, tunaomba tafadhali, wakati upo huko chuo, hakikisha kuna mchongo mwingine unaufanya tofauti na masomo. Kama unasoma chuo na unaangalia pale chuo, kuna mapungufu ya vitu gani? Labda kuna mapungufu ya kalamu au madaftari au au yale makaratasi meupe au kompyuta au betri za kompyuta, uoga zinaharibika, au bikini au chupi, whatever it is as long as wewe upo chuoni, inabidi uende na ya chuo uhakikishe vitu vyote vinakuwa sawa. Sasa ndugu yangu, ukikaa chuo usubiri mpaka umalize alafu ndo uje uanze huku mtaani kuuza chupi, utoboi uje huku mtaani uanze kuuza mabatri, utachelewa sana. Mwisho wa siku tena unaonekana inabidi aende VETA. Sasa kuepuka hayo, wakati huko chuo, ndugu yangu mwanafunzi, hakikisha una kitu kingine cha kujifunza, ili ukitoka huko tayari wewe una experience ya biashara nyingine au kazi nyingine. Ukitoka hapa unakuwa ni mwendelezo tu, so unatoka tena huko afu una <laughs> unaanza tena kurudi kwa mama yako, aanze kukusaidia kula, kuvaa, kulala, kusaidia kusoma. Mpuuzi nini wewe! Hizi tunaziita basics, very very basics za ujasiriamali. Ni kutatua tatizo au kutoa suluhisho juu ya tatizo ambalo lipo katikati yako. Unaweza ukafikiria sijui nifanya biashara gani. Jambo la kwanza unaangalia mazingira yako yanakuzunguka, yana nini, kitu gani kiko around, kitu gani naweza kukifanya ambacho kimetufesi sisi wote hapa hiyo ndo namna gani ya kuweza kuanza kujua kitu gani hufanyi. So hii alichokisema hapa Bwana Thumani very true, popote ulipo inaweza siwe chuo, unaweza ukawa mtaani, unaweza ukawa ofisini, unaweza ukawa sehemu yoyote, mazingira ambayo upo around, hiyo ndo namna ya kwanza ya kujua we ufanye kitu gani. Sasa basi, kama ni mmoja kati ya watu ambao hamjui mfanye biashara gani, mpo chuoni, mpo mazingira mengine, mpo sehemu yoyote ile, lakini natamani kujua namna gani ya kuweza kuanza kufanya biashara zake na hujui namna gani ya kuanza, comment neno start hapo chini au tupigie simu kupitia namba hii hapa. Tutakuelekeza, tutakufundisha nini cha kufanya, nini cha kuanza.